Salamu alaikum. Katika hali yako ya saumu umelala usiku ukapatwa na ndoto ambayo ikakusababisha kukua huko katika hali ya janaba, hiyo hali ikakugutusha na ukaamka, lakini ukasema wacha nilale, kabla ya wakati alfajiri nitaamka nitaoga, ni kila daku ndio nitaanza nime nini saumu yangu kama nime nimeshaoga. Unaambiwa katika hali hii ukipitwa na, na, na, na nini na usingizi mpaka adhana ikadhiniwa. Katika hali hiyo, kuna masharti mawili. Kama wewe ni mtu ambaye unajua kwamba ukilala hautaamka, yani wewe mwenyewe unajua, ukilala hautaamka, unaambiwa kwamba hiyo hali yako inakuwa ni kwamba inasababisha nini, kuvunja saumu. Ukiwa uko mutmain ama uko shua kwamba utaamka, lakini ukapitwa, hiyo kupitwa kwako kwa sababu uko shua lakini umepitwa, unaambiwa kwamba unaamka unaoga, na saumu yako unaendelea na saumu yako iko sawa, lakini kama tulivyosema, mtu wa kwanza inakuwa saumu yake haikubaliwi, na inabidi ailipe baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.